Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan amesitiza umuhimu wa taasisi za kidini na madhehebu mbalimbali nchini kujikita katika kuwajali wenye mahitaji na kujenga jamii yenye maadili na elimu kama sehemu ya kukuza ustawi na maendeleo kwa jamii ya Tanzania. Rais Samia ametoa kauli hiyo leo Alhamisi tarehe tano mwaka 2025 wakati aliposhiriki kwenye arambee ya ujenzi wa kituo cha kulea watoto wenye usonji cha Kanisa la Kiinjili na la Kilutheri Tanzania kitakachojengwa wilayani Bagamoyo, akilipongeza pia kanisa hilo kwa maamuzi ya ujenzi wa kituo hicho, akitaka makanisa na taasisi nyingine kujifunza kutoka kwenye kanisa hilo, namnukuu kuu Mheshimiwa Rais Dkt. Samia Suluhu Hassan. Huyu huu ndio utumishi wa dini na kazi hii mnapofanya, inapeleka ujumbe kwa wale walioonesha kama viongozi wa dini, lakini kwa kweli ni watumishi wa ushetani. Mwisho wa kumnukuu Mheshimiwa Rais. Kando yake, Rais Samia pia ametumia fursa hiyo kuasi viongozi wa dini na kila mwananchi kuhubiri amani, umoja, utulivu na kuliombea taifa hasa wakati huu ambao nchi inajiandaa kushiriki zoezi la uchaguzi mkuu. Unaweza kuendelea kupata taarifa zetu kwa kubonyeza kitufe cha subscribe. Sasa ujumbe huu ndio uliobeba dhima nzima ya harambee hii kwa sote, kwamba sote tunawiwa kushiriki katika kuwajali watu wenye mahitaji maalum lakini pia wenye mahitaji ya kawaida katika jamii yetu. Kwa kazi hii muhimu mlioianzisha, mmeonyesha kutekeleza mafunzo ya maisha na matendo ya miujiza ya Yesu Kristo. Hamjaishia tu kuwaonesha huruma na kuwahudumia kiimani, bali kama Yesu Kristo alivyowasaidia na kujibu mahitaji ya waliokuwa wagonjwa, na nyinyi pia mmesimama kuwatetea na kuwawezesha wenye mahitaji maalum waishi maisha bora. Mmetukumbusha kuwa kuwalisha wenye njaa, kunywesha wenye kiu na kuwakarimu wageni, kuvika wasio na nguo na kutembelea wagonjwa ni jukumu letu sote. Sasa, mbali ya haya niliyoyataja, lakini nilikuwa namsikiliza katibu mkuu wa dayosisi hii, ametaja mambo kadhaa ambayo kanisa hili linafanya katika sehemu mbalimbali chini kwetu Tanzania. Sasa ndugu zangu, huu ndio utumishi wa dini huu, na kazi hii mnayoifanya inapeleka ujumbe kwa wale waliojionyesha kama watumishi wa dini lakini, kwa kweli, ni watumishi wa ushetani au mambo mengine kwa hiyo huu ni ujumbe muhimu kwao. Utumishi wa dini ndio huu: kuwajali wenye mahitaji, kufanya mambo mbalimbali mbali. mambo mbalimbali yanayowagusa jamii, kuisaidia jamii na kujenga jamii iliyo bora, yenye maadili na elimu. Huu ndio utumishi wa dini.